yuridu an yamuta ya harisu innaka satamutu yawman hasa pa kum qatilun qatilun qatilun ka annahu mbape ka annahu mbape ya lispeni innahu mbape innahu mbape idha kana fil lu'bi hadha yanga amri al madridi wa fakru fil aqli yanga ule al madridi ule galaku yanga ndo pati gari Shatu wakia Singida Fountain Gate goli mbili Kakaria ndotitifotati ukija tunajipigia kama yeah. Uwapendi makoro mako, uwazomee kidogo no. Yani, unaitwa hujacheza lakini unazomewa <laughs> <laughs> <laughs> alafu mashabiki ah, wa Simba ni watu ambao wanashangaza dunia jamani, wana tushangae kwa pamoja mashabiki eh? wa Simba tuwasikiliza nani nawataja mm -hmm. yeah. awe Kisugu mm -hmm. awe Dokta Muhamedi mm -hmm. awe sijui nani, wewe shabiki wa Simba jibistina ni vigeugeu. Yani, unaijua ile nyimbo ya dunia kigeugeu? hmm. Mashabiki wa Simba hawaeleweki, asubuhi pantevu mzuri, jioni mbovu. pantevu mbovu Baadaye watasema asubuhi mangungu mzuri, jioni mangungu mbovu. Atu waelewi baya kwao lipi na zuri kwao lipi? Watupe uhakika tuwaelewe. Kama shida ni afya ya akili basi tusogeze hospitali karibu. Hakika kwao, wana timu nzuri, wana timu nzuri wamekubali kwamba wana timu nzuri, wamekubali. Kwa hiyo meneja akaondoka akabaki kocha <laughs> meneja akaondoka akabaki kocha. Meneja akaondoka baki kocha bakikocha. Bakikocha na wamekubali kwamba Mene... kocha aliyopo ni mzuri, kwa hiyo tunakubaliana. Matola sasa hivi anafaa kumaliza ligi e, bwana ili wakikujibu hili Matola amalize ligi. <laughs> Wakikubali e. Na milioni nakupa kama, kama kuna shabiki wa Simba eh, mimi nawauliza ndugu zangu wana Simba, kama mtakubali Matola amekamilika vyeti basi tunaomba sisi Matola amalize ligi, tuna jambo naye. Ah, sasa mwanzo mwanzoni, kawaida yao Simba kutangulia na kapu sokoni, akati hela hawana, kawaida yao si. Acha tu enjoy wana Yanga, tume enjoy tumefunga, dube day nini biara day, tume enjoy. Golikipa wetu tunamheshimu na ametupa mafanikio makubwa. Hakuna mwana Yanga yeyote asiyethamini mchango wa Jigidi Ala. Mzee so wa maokoto, umemokotesha shilingi ngapi? ake wetu na kuamini kama mzee wa maokoto. So wamesema mpaka mchezo wa tatu, wamesema mpaka mchezo wa tatu. Mchezo wa tatu na wanne wana Mwarabu, mchezo wa tatu na wanne wana Mwarabu. Alafu baada ya hapo awaambie wanagawa nini? Sasa baada ya utamu watakuwa wanagawa nini? Mm, wanaenda kuchukua, wanaenda kuchukua, wanaenda kuchukua si amesema. Na sisi tunasema mm, mechi ya tatu na ya nne mm, ya Simba wana experience di Tunisi. Eh, sio sio Vipers. Maana watu waskalili maisha. Mm. Sio Vipers. Ni experience di Tunisi. Sasa tunataka kujua baada ya kugawa utamu mechi ya tatu, mechi ya nne wanagawa nini? Awe anawaambia wanachokigawa. Baraka Jo. Jo.